na namna huko mkoani Lindi, waumini wa dini ya Kikristo wametumia sherehe ya Krismasi kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli kutokana na kazi anazozifanya za kuliongoza taifa. Katika ibada iliyoongozwa na Mchungaji wa Isimensi Mwinga wa KKKT jimbo la Lindi, waumini hao wamesema kutokana na kazi anazozifanya Rais Magufuli wa Tanzania, wanahitaji kumtanguliza Mungu ili taifa lizidi kusonga mbele. Mwandishi wetu Utegele Ibrahim kutoka Lindi ameandaa taarifa ifuatayo. Mchungaji wa Ismeni Simwinga wa kanisa la KKKT jimbo la Lindi amewataka Wakristo mkoani humo kuishi katika maisha ya utii na kutenda haki kwa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ili taifa letu liendelee kuwa na amani na utulivu utakaompendeza Mwenyezi Mungu na kumfanya rais wetu kufanya kazi zake kwa haki na usawa bila kumwonea mtu. Tuna sababu ya kumwombea Mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kutokana na kazi anazozifanya, kwa sababu kazi anazozifanya kama neno linavyosema kwamba kunahitajika umoja. Yaani bila umoja hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika, na kazi anazozifanya ni kazi ambazo kwa wale ambao hawapendi kutenda haki wanatengeneza wadui, na wale ambao wanapenda haki basi wanatengeneza urafiki. Sasa sisi tuungane na wale ambao wanapenda haki, kwa sababu Mungu anapenda haki, kumwombea dua kiongozi wetu, na wale ambao hawapendi kutenda haki tuwaombee pia, ule moyo wa kuto kupenda kutenda haki usipate nafasi na hapo ndipo tunaweza kupata ile neno kusema kwamba Tanzania yetu ni ya amani, amani ya kweli manake, na haki pia inapata kutendeka. Nao baadhi ya waumini walioshiriki ibada hiyo ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, Ezekia yeah, Sichuma tulia Konga na Robert Msuza walikuwa na haya ya kusema. Kwangu ni jambo kubwa na la furaha na la faraja kama kanisa kuchukua nafasi ya kuweza kuliombea taifa letu, hususan ni kumwombea rais ajua mbele yake ana mzigo mkubwa, ana kazi kubwa. Ameonyesha matumaini makubwa kwa watanzania wengi ambao wengi wao walishakata tamaa na taifa lao lakini tunamshukuru Mungu kwamba rais tuliyempata ni rais ambaye ameonyesha mwanzo mzuri na matumaini mazuri, na ni jukumu letu sisi kama kama kanisa, kama Watanzania, kuchukua sehemu ya muda wetu kuweza kumwombea na kuliombea taifa zima, ili mwisho wa siku amani ya taifa iweze kudumu na kuendelea. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima ambao Mungu ametujalia tumeamka, tumekuwa wazima, ni kwa neema tu Sika na kwamba sisi tunafaa sana mbele za Mungu hapana, ila ni upendeleo tu, kwa sababu wengine sasa hivi wamelala mahospitalini hawajaweza kuifikia siku ya leo, wengine wamefariki. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu kwa kweli ni kwa neema, na neno kuu hasa leo ilikuwa ni kuhusu kuwa na utii, kuwa na ibada pamoja na kushiriki mambo ya kijamii pamoja Aa, na pia namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aa, Dr. John Pombe Magufuli kuwa aendelee na moyo wake mzuri kuhusu kuwaongoza kuwa Watanzania kufanya haki. Otegere Ibrahim, TBC Lindi.